rahmani rahim salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tukiwa tuko katika ujenzi wa msikiti mkuu wa Ijumaa Ng'ombeni. Leo wakina mama ambao wameamua kujitolea usombaji wa kokoto kwa ajili ya kutandika jamvi hapo kesho insha Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azikubali sadaka zao na wale wote ambao walifanikisha zoezi hili kwa njia moja au nyingine, kama tunavyowona wamama mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za mkoani ambao nao wamejumuika katika ukusanyaji wa kokoto kupeleka ili kwa ajili ya ujenzi wa msikiti mkuu wa Jumaa Ngombeni. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mujtamaa wa wanaume wa wa, wa wakibeba changa kokoto kuhakikisha kwamba jambo hili linaenda kwa, kwa linamalizika kwa. kwa salama insha Allah. kwa Kwaona wao uh, wanaume piga mchanga hapa na, eh, na, na na tofali Aa, kama unavyoona Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Baadhi ya waislamu wa kiume ambao wamejitolea a kubeba tufali. Leo ni zamu makhususi kwa ajili ya wanaume, na wababa hawako nyuma katika suala hili la kutafuta khairati, wamejitolea katika kubeba tufali kisha kupata radhi za Allah subhanahu wataala a kwa ajili ya ya kujitafutia ya akhira yao. Wazee wetu mbalimbali jana umejitokeza katika kutafuta khairati. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala azikubali juhudi zao, na hiyo ndio sababu ya kupata jana. Inshaallah wanawake, mashaallah, mashallah, mashallah, mashallah, wanawake wameitikia kwa wingi sana katika zoezi la ubebaji wa matufali kwa ajili ya uh, msikiti mkuu wa jumaa Ngomeni. Insha allah Allah walipe kila la kheri wazee wetu ambao wamejitolea. Wamama wamehamasika kweli kweli, na wale wote waliotuchangia kwa namna moja au nyingine katika kuwa support hawa volunteers kwa ajili ya chakula, wallahi tunawashukuru sana. Aa, bila ya kuwapa motisha nyinyi basi juu, eh, hili jambo kidogo lingepia ling ling ling ling, lakini insha allah inshallah, tunakushukuruni dasforas wote popote mlipo, pale kwa mchango wenu mlioitoa, wallahi tunakushukuruni. Na, utafika, na utatumika kama tulivyokusudia insha Allah. Asalamu alaykum warahmatullahi taala uh, wa barakatuh. Tunaona wababa hapa ambao wamejitolea katika uh, kuchukua dongo kupeleka kwa mafundi. Leo tumeanza kupanga tufali chini uh, katika setup uh, ya nguzo kama mafundi inavyoonekana uh, setup ya ya, ya tofali chini, tunapanga tofali kwa ajili ya kunyanyua kuta za foundation. Kwa bado mahitaji, tunahitaji zaidi, tunahitaji pia mpaka sasa simenti, sababu simenti bado ni kidogo, lakini pia tunahitaji fedha taslimu kwa ajili ya kuwalipa mafundi, kwa sababu pamoja kwamba wanajitolea, lakini pia wanahitaji chochote. Kwa hiyo fedha taslim bado tunahitaji michango yenu. Saruji pia tunaihitaji, tuna kwa ajili ya kulifanikisha hili insha Allah. ko mwislamu wote popote pale alipo, ukiona video hii, basi insha allah tunakuombeni michango yenu ya Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Leo tarehe 21 tareh mwezi wa kwanza 2026, uh, tupo katika zoezi la utiaji zege ama kumwaga jambi katika msikiti mkuu wa ijumaa Ng'ombeni. Kama unavyojiona, wananchi na waislamu waumini mbalimbali wamejitolea katika zoezi uh, hili la kutia zege. Bilahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.